kupitia maono makubwa na upendo wa Dkt. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wizara inaendelea kutekeleza programu ya jenga kesho iliyo bora ya maisha kwa vijana ili kuwawezesha kujiajiri kupitia uwekezaji katika shughuli za ufugaji nchini kupitia programu hiyo jumla ya vikundi ishirini vyenye vijana mia moja na sita wamepatiwa ekari elfu moja mia saba sitini na moja katika ranchi ya Kagoma na kupewa mkopo usio na riba wa jumla ya shilingi milioni mia tisa thelathini na nne laki mbili thelathini na moja kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania kwa ajili ya kuendesha shughuli za unenepeshaji ng'ombe. Hadi Aprili 2025 jumla ya ng'ombe 627 wenye thamani ya shilingi milioni 451 na laki nne na arobaini elfu walinunuliwa kwa wastani wa shilingi laki saba na ishirini kwa kila ng'ombe na kunenepeshwa, kati ya ng'ombe hao mia nne hamsini na mbili wenye thamani ya shilingi milioni mia nne na mbili laki mbili themanini elfu waliuzwa kwa wastani wa shilingi laki nane na tisini kwa kila ng'ombe na kupatikana kwa faida ya shilingi sabini na sita milioni laki nane arobaini elfu ikiwa ni wastani wa faida ya shilingi laki moja na sabini elfu kwa kila ng'ombe kwa kijana kwa muda wa miezi mitatu tu.